Njombe ambako upatikanaji wa umeme wa uhakika, maji safi na salama, mbolea, pamoja na soko la uhakika wa mazao kwa wakulima ni ahadi zilizotolewa na mgombea urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, Dr. John Magufuli kwa wananchi wa wilaya ya Ludewa mkoani Njombe. Dr. Magufuli ametoa ahadi hizo wakati wa mkutano wake wa kampeni jimboni humo, akisisitiza kuwa yote yanawezekana katika Tanzania aitakayo yeye. Jafari Haniu ana taarifa zaidi. Kampeni za ugombea urais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Dr. John Magufuli Agasti 30 zilibisha hodi katika jimbo la Ludewa mkoani Njombe. Bila shaka ni siku mpya na hatua nyingine za kuendelea kunadi sera za chama cha mapinduzi kwa wananchi hawa. Mapokezi makubwa yalikuwa yakimsubiri Dr. Magufuli hapa. <totiposilio> <totiposilio> Baadhi makada wazoefu wanakabidhiwa jukwaa hapa, kazi ni moja tu, kumnadi Dr. Magufuli mbele ya hadhara hii. Chakweli Magufuli ni mchapakazi, ni jembe, ni bulldoza, ni, ni katabila. Vile vyo, vyo mnanipa mimi, vile vyote vyo nampatia yeye. Ndipo ni yeye nitakujana naye. Sasa ninaomba Mwadhibuni kwa tarehe 25 kumkatalo hata na wanaukawa wote <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> zamu ya daktari Magufuli mwenyewe. Mosi, Tanzania ya awamu ya tano itakuwa ya umeme, viwanda, barabara za lami, lakini na kupunguza vikero vya ovyo ovyo. Tutaanza kutoa shilingi milioni hamsini kila kijiji kwa ajili ya vikundi vya wakina mama na vijana waweze hakulipa kisogo swala la kutopatikana maji katika jimbo hili. Kutengeneza bwao kwa kutumia makatapira, unaziba mahali maji yanapokwenda, huhitaji hata bilioni moja. Umeme bahati nzuri huku kumeshafika, tunaweza tukafunga pampu, tukatandaza mabomba watu wakapata maji ninataka serikali itakayokuwa inaangalia shida za wananchi sio shida za wakubwa walioko huko. Tanzania ya Magufuli inayotaka kuijenga pamoja. Lakini je, anazungumziaje swala la barabara? Baada ya uchaguzi tunaanza kuitangaza kuitengeneza hii barabara kutoka Njombe. Kwa dira ya kampeni ya chama ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi, kupitia ilani yake ya mwaka 2015-2020 inaelekeza kuwaletea ukombozi wa kiuchumi wananchi wake. Jafari Haniu, TBC, Ludewa, Njombe.